Kaja tena akaulia kile kile kwa maana yake. Hii mechi, unajua uongozi wa upande wa pili waliamua kama kuja kufuta, yani matatizo yao kwenye mechi hii. Wenzetu walipokuja tofauti nani

Mashabiki walivyojaa hivi, wamekuja kutuangalia sisi tunaokosoa kusudi, na wao mashabiki watukosoa. Sasa so wa mashabiki ao wasio wamekuona babu, wameletwa <laughs> mtu anakimbia. Je, wangu sikiliza, kuna watu wamekuja kwenye mechi hii kusudi kuondoa migogoro yao kwa ajili ya mechi

Yani, sisi tunaocheza Simba d na sisi, wanaenda kuongeza kama wanajiona d wameifunga Yanga akashangilia, wako wajafungwa. Yanga sisi tumefungwa sio na mashabiki wa Simba, sisi tumefungwa na watu walio kotana, wanaocheza ligi daraja la kwanza, ligi daraja la pili, kwa hiyo walikuwa wanaocheza ndani sasa wewe baraka ndio kushinda na mtu anacheza ligi daraja la kwanza. Wewe baraka mazoezi ya bwana. Rudi Yanga ndio kukimbizana na mtu anacheza ligi daraja la kwanza mazoezi ya bwana. Che wangu wamekuja kutuharibia. Kadi. Sasa si ndio maana wamepewa hapo. Shida shida upande wa Simba wameleta mabuku. Na mwamuzi akaja kuharibu mechi. Kwa sababu mechi yamevunjika mwalimu mwamuzi karibu mechi. Mashabiki siku hizi mpira wanajua, mashabiki siku hizi wanaona, kwa sababu ni mpira siku hizi, wale wanaangalia ulala Sport wanarudia. Kwa hiyo wa mashabiki wanajua, na Yanga sio Simba. Mashabiki wa Yanga wakigaili, wamegaili, na ndio maana unaambiwa daima mbele, nyuma mwiko. Tumeshelewa ndio maana kila siku nakuambia kuambia wanaguguzi wa Simba Yanga uwaburuzi. Mfano mdogo leo huo ndo msimamo, popote yangafika, yoyote yangafika ndo ajigailikaka. Sisi hatuna shida. Na nawala tuachukia agoawap kwa sababu wana shida fulaa. Sasa mwanzo huu sisi au ligi siaelewene, hapa ndo umefungwa sisi mashabiki. Haija haijafungwa ligi msheangu, ligi imefungwa na Mwanzo wapi? Kuna mwanzo gani? Sisi hatuwezi kucheza tena nao mpaka tukae na makubaliano ya maandishi, kwa sababu sisi makubaliano yetu, kama umesikia, sehemu yote tunazunguka, tunacheza. Sisi sio wale na mashabiki waliokuja kukuona, sisi sio wale. Wewe ulitegemea nacheza na nani? Haya, mbona umeona